Kwa hivyo lazima uwe tayari kutafakari matendo yako, maana kumbuka, watu hawaangalii wa sana maneno yako, watu wanaangalia matendo. Ndio maana sisi waongeaji huwa tunaulizwa maswali mengi mno. Ukiongea hoja fulani, watu wanaanza kuchallenge, kutaka kujua kweli hilo nalo nalolisema linaendana na unavyofanya. Maana nakumbuka kwenye chaneli yangu nyingine nilikuwa naongelea sana mambo ya polygamy naambia watu kwamba tusiwanyanyapae wale wanaooa wake wengi, maana kuoa wake wengi ni asili, na hiyo asili ni ya Kibiblia, na Kibiblia yn yaani, na ma, ya mababu zetu. Sasa wakati nilikuwa anafundisha kuhusiana na, na poligami au na ukewenza, watu hawaokuwa wanaangalia kwamba hayo nayo yaongea yana ukweli, walianza kuangalia maisha yangu mimi, je, nina hao wake wengi? Kwa nini? Mbona mi na advocate kitu nisichokifanya? Wanaangalia je, maneno yanaendana na matendo. Ingawaje nilikuwa nafundisha kuonyesha kwamba watu wengi wana poligami zisizoonekana. Watu wengi ana mke mmoja anayejulikana na wake kama wawili wasiojulikana wamekuwa na watoto. Watu wengine wanaoa, wanakuwa kwenye ukeweza kwa awamu kama wanavyofanyaga wazungu, atakuwa na huyu mke kwa miaka miwili mitatu wanaachana, anaenda kuoa wa mwengine, anakaa na huyo pia, wamezaa watoto wangapi, wanaachana. Kwa hivyo mpaka aje azeeke ame, ameoa kama mara tatu, lakini bado anajidai kwamba aliwahi kuoa tu. Anaanza kuhesabu yule mke wa tatu, yule aliyezeeka naye. Lakini kwenye maisha yake, ukifata mlolongo wa maisha yake, amewahi kuishi na wanawake watatu. Ina maana hata kama aliishi nao kwenye eh, eh, nyakati tofauti tofauti lakini bado wote ni wake zake. Kwa hivyo, huyo pia ni polygamist asiyeeleweka, asiyeonekana kwa wazi. Nikawa naeleza hivyo, lakini watu hawakuwa wanaangalia sana swala la jinsi polygami inavyochukua different shapes in place and time, walianza kuangalia maisha yangu mimi. Kwa hivyo, katika kujitambua, lazima uangalie mambo unayoyaongea kama yanaendana na matendo.